Juksi amemkanyaga Juksi, amemkanyaga Diamond Platinumz kwenye tuzo ambazo zimetolewa huko Lagos, Nigeria, ambapo amebuka kuwa eh, msanii bora Afrika Mashariki eh, mbele ya mtu kama Mari oh, Diamond Platinumz na wasanii wengine. So karibu nikupe hii hapa big bigi eh, story, ambayo ina trend sana katika page eh, na mitandao mbalimbali ya Instagram. Ukiangalia bloggers mbalimbali wameweza kuchapisha hii story mapema siku leo, historia ambayo inamhusu eh, African boy hapa, namzungumzia eh, Jux eh, ikiwa ni baada ya kupata tuzo huko Lagos, Nigeria majira eh, ya yeah, jana, ambapo ameweza kuibuka kidedea katika tuzo hizi, so ndio ni kupitisha mazo hadi mwisho. Mimi naitwa Dax Alexander Scott Rizzy, hapa ni Blue House Dax Media. Kama wewe bado so, sio mwanafamilia yetu, basi unaweza ukawa mwanafamilia yetu kwa kubonyeza alama subscribe ili uweze kupata update zetu kila wakati eh, na kila muda kutoka huko Lagos Nigeria kwenye hafla ya utoaji tuzo za muziki wa Afrima, tuzo hizi ambazo zinajulikana kama Afrima Music Awards, mwanamuziki Juma Jux ameibuka kinara katika kipengele cha msanii bora wa kiume wa Afrika Mashariki, akiwashinda wasanii kama Diamond Platnumz, BN wa Kenya Marioo, Blues, eh, eh, Bruce Melodies eh, Mbosso eh, pia Mbosso wa Tanzania eh, waliokuwa wote kwenye kipengele hicho. Yani eh, kipindi hichi ambacho kimeweza kurushwa jana live kufuatia channel moja ambayo inajulikana NBA huko Lagos nchini Nigeria, eh, wameweza kurusha tuzo hizi live ambapo wameweza kumuonyesha African Boy eh, akimkanyaga Diamond Platnumz. Jux eh, msanii eh, wa huko eh, Kenya ambaye anatisha sana of course, na Wakenya wengi wameweza kulaumu kwa nini bn hajachukua hii tuzo bn ambayo ilikuwa wanatarajiwa pengine kuwa mwanamuziki bora. Ikumbuke katika tuzo ambazo ziliweza kufanyika mwaka jana, tuzo zile ambazo e, zilijulikana kama tuzo za live performance, ambapo tunaweza kuona kwamba e, katika tuzo hizo Diamond Platnumz, zingu, alizingua lakini pia tukamwona mari o oh, alizingua, sauti ilikuwa ina katakata e, akaja akachukua, ambaye yeye alionekana yuko fresh sana kwenye live performance. So kwa e, kwa tuzo za jana ameweza kupigwa chini na msanii Juma Jux. Alikuwa anapitia baadhi ya comment za wadau, kitu ambacho alikuwa anasema huyu hapa. Anataki Brantichi kaweza kusema kwamba eh, eh, are you guys okay in Tanzania. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba Jux eh, anastaili kwa kweli. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba Uh, congratulations Jux as a winner. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba congratulations JJ. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kwani Damond platinum zinani? Kwa nini waseme kwamba amempiga, uh, amempiga Diamond? Kwa nini wasitaje msanii mwingine? Damond sasa, sio kama msanii wetu uh, kama zamani. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba biggest Jux king of east, a well deserved. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba eh, felicitations eh, Juxi. Haya, waliosoma kimombo nafikiri watakuwa anaelewa po. So hio hapo ndio big trend story ambayo eh, mpaka sasa iko inasambaa katika page na de, de, kurasa za udaku kufuatia mtandao wa Instagram yetu dodo. Alexander Scodrizi, hii hapa ni blue house, Dax Media, subscribe.